Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Marekani imetangaza kupeleka vikosi zaidi vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, hatua inayochukuliwa katika kipindi ambacho mvutano wa kisiasa na kiusalama unaendelea kuongezeka, hususani kuhusiana na hali nchini Iran na hofu ya kuzuka kwa mzozo wa kikanda. Tangazo hilo limetolewa na Rais wa Marekani Donald Trump akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Marekani katika maeneo muhimu ya kijiografia, ikiwemo Ghuba ya Uajemi na maeneo mengine ya kimkakati katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa maelezo ya serikali ya Marekani, vikosi hivyo vinaelekezwa katika eneo hilo kama hatua ya kujihami, kwa lengo la kuzuia vitisho vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wanajeshi wake, washirika wake pamoja na maslahi ya kimkakati ya Marekani katika kanda hiyo. Hatua hii inachukuliwa wakati ambapo hali ya kisiasa nchini Iran inaendelea kuwa tete kufuatia maandamano makubwa ya wananchi na shinikizo la kimataifa juu ya masuala ya haki za binadamu, hali inayozidisha hofu ya mgongano wa moja kwa moja au kupitia washirika wa kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani kunaashiria juhudi za kuizuia Iran kuchukua hatua zozote za kijeshi, lakini pia kum unaongeza hatari ya makosa ya kimahesabu yanayoweza kusababisha ya mzozo mkubwa zaidi. Mvutano huo unaendelea kuathiri hali za usalama katika nchi kadhaa za eneo la Ghuba, zikiwemo Israeli, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu, ambazo zimeongeza tahadhari za kiusalama, huku zikifuatilia kwa karibu mienendo ya kijeshi ya pande zote zinazohusika. Athari za hali hii zimeanza kuonekana katika sekta ya usafiri wa anga, ambapo baadhi ya mashirika ya ndege ya kimataifa yameanza kufuta au kubadili ratiba za safari zinazopita au kuingia katika maeneo yanayotajwa kuwa hatari, hatua inayoashiria hofu ya kiusalama na athari za kiuchumi. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa endapo mvutano huu utaendelea au kuongezeka, kuna hatari ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta na biashara kupitia njia muhimu za bahari, jambo ambalo linaweza kuathiri uchumi wa dunia kwa ujumla. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wameendelea kutoa kauli kali wakionya dhidi ya kile wanachokiita vitisho vya kigeni, huku wakisisitiza kuwa taifa hilo lipo tayari kujilinda endapo litahisi maslahi yake yapo hatarini. Kwa sasa hakuna dalili za wazi za mazungumzo ya kidiplomasia ya kupunguza mvutano, hali inayofanya hofu ya mzozo wa kijeshi kuendelea kutanda katika Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Swali linalobaki ni je, kuongezwa kwa vikosi vya kijeshi kutazuia mzozo au kutachochea hali isiyotabirika zaidi katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa kitovu cha migogoro yenye athari kwa dunia nzima? Hiyo ndiyo hali ya hatua ya Marekani ya kuimarisha uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, hatua inayozidi kuongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa usalama na utulivu wa kanda hiyo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.